Watahiniwa 643 wa kidato cha nne kutoka shule ya upili ya wavulana ya Bungoma wametakaswa katika ibada maalum kabla ya kuanza kwa mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne KCSE. Ibada hiyo imefanyika katika kanisa Katoliki la Christ the King Cathedral mjini Bungoma na kuongozwa na Askofu Maka Kadima wa jimbo Katoliki la Bungoma. Akihutubia wanafunzi na waalimu waliohudhuria, askofu Kadima amewahimiza watahiniwa kudumisha nidhamu, kujiamini na kumtegemea Mungu katika kipindi hiki nyeti cha maisha yao May God the Spirit. Ibada hiyo imeandaliwa kama sehemu ya kuandaa wanafunzi kimwili na kiroho kabla ya mtihani ambao umepangwa kuanza katika wiki chache zijazo. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Wycliffe Waske amesema kuwa wanafunzi wamejiandaa vilivyo na wameonyesha ari ya kufanya vyema. Naye mwenyekiti wa bodi usimamizi ya shule hiyo CPA Boniface Nabiswa amewataka wanafunzi kuwa mabalozi wema wa shule kwa kuonyesha nidhamu na kujituma wakati wa mtihani we are presenting 643 candidates a lifetime high from other years and uh, this years candidature or the candidates are uh, go by the name of the ground shakers this is a name that was coiled even at their, their admission in form 1 and uh, we have high expectation from this class They, we expect very good results

structures in place to ensure that uh, Bungoma School maintains high, discipline, high discipline. And three, of course, we want to change the infrastructure and uh, the cleanliness of the school is our priority. We are talking about stakeholders supporting us to ensure that we also give a picture of uh, a national school. Na kwa niaba ya hali mashauri ya wazazi pamoja na board of management tumekuja hapa leo Ku, kuombea hao vijana wetu vile mwalimu mkuu amesema, tuombe Mungu kwamba waweze kufanikiwa katika mtihani wao unaokuja mbeleni. Asante, asante, asante. Mtihani wa kidato cha nne wa KCSE unatarajiwa kuanza wiki chache zichazo huku maelfu ya wanafunzi kote nchini wakijiandaa kwa ajili ya mtihani huo wa kitaifa. Nikiripotia runinga ya Tandao, mimi ni Alex